Tumishi wa Mungu Bahati Bukuku, naitamani ile roho iliyokupa wimbo huwa ni nyakati za mwisho, ukagusia habari ya ajali ya treni ya Dodoma, ikupe wimbo pia kwa ajili ya mauaji ya tarehe ishirina tisa mwezi wa kumi elfumbili si kwa ajili ya kuwakumbusha watu yaliyotokea, bali angalau iwe faraja kwa taifa pia wimbo ambao uta tambua hisia za wale waliouawa, waliouliwa ndugu zao, lakini pia wimbo ambao hautaleta upatanisho. Tunaona Bobu Male anakumbukwa, Bobu Male la Kidube wanakumbukwa kwenye tasinia ya mziki kwa kuleta harakati za ukombozi kwa kuchochea. Kumbe Mungu ametupa hizi karama, wakati mwingine kwa ajili ya kuliponya taifa kwa ajili ya kuwakumbusha watu wajibu wa kufanya, kwa ajili ya kuwakumbusha watu pia toba. Huu wimbo umenigusa sana, nikiwa kwenye maombi nikawa nimeukumbuka, nikaona nikulejee. Kikubwa kabisa kwenye dunia hii tukiwepo, tuna safari ya kwenda mbinguni. Kuna wakati wa kuchoka, kuna wakati wa kujaribiwa, kuna wakati wa kurudi nyuma, lakini Mungu atusimamishe tena. Yesu alipoanguka na msalaba akainuka tena, ni ishara ya kwamba kuna wakati binadamu naweza ukatulemea tukarudi, lakini kuna wakati tunahitaji kuinuka kusudi tuimalize safari yetu ambayo Mungu alianza ndani yetu. Huwa nikichoka kwenye utumishi, kwenye wokovu, huwa nakumbuka kule Mungu alikontoa, namna nilivyokuwa, nilivyokuwa na mwabudu Mungu, ninalia ninashinda kanisani, hiyo inanipa chachu ya kurudi hizo nyakati. Tunakupenda sana, nakupenda sana kwa huduma uliyoifanya Tanzania, naamini pia watu wengi wanakupenda. Mungu akubariki sana, ame, ujumbe huu kufikie na Mungu aendelee kukutumia. Eme, sante mtu Mungu uliye hai, kwa ajili ya mtumishi wako Bahati Bukuku, ulimtumia wimbo huu e Bwana, kugusa mioyo ya watu na kuwapa faraja waliofiwa na ndugu zao. Lakini sio tu kuwapa faraja, bali kuwakumbusha pia kwamba ni nyakati za mwisho. Baba, katika haya ambayo tumeyapitia kama taifa, unaweza ukatumia watumishi wa Mungu kama waimbaji, e Bwana, kulileta taifa pamoja, kuleta mshikamano wa taifa pamoja, kuliunganisha taifa pamoja, lakini pia kuli kulikumbusha toba. Endelea kutumia watumishi wako mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Me na watumishi wengine ambao yamkini nikipata muda nitawakumbuka: Lozi Muhando, Bonifasi Mwaitege, Martha Mwaipaja na watumishi wengine. Mmekuwa baraka kwa taifa hili. Beatrice Mwaipaja, kumbe ni kwa neema tu maana yake wakati mwingine tulikuwa tunajisifia amani ya Tanzania, kumbe ilikuwa ni kwa neema tu. Basi tuirejee hiyo neema kwa kumkumbuka Mungu na kumuita. Mbarikiwe sana, mnaweza mkatafuta ni namna gani mnaweza mkaungana mkatunga wimbo ambao yamkini mkini, wanasiasa wanaweza wasitupatanishe kama taifa, wachungaji wanaweza wasitupatanishe kama taifa, lakini nyie kwa wimbo wenu ambao ni wa dakika tano tu, lakini watu wanaurudia, wanaurudia yale maneno yanaweza kubaki kwenye mioyo ya watu. Sasa hivi tumejikuta watumishi wa Mungu, waimbaji, hamna zile nyimbo ambazo zinaweza kugusa mioyo ya watu, ndio maana watu wamehamia kwenye miziki ya kidunia ambayo haiwezi kurejesha mioyo ya watu. Mungu awabariki sana, kazi yenu itakumbukwa, kikubwa mmalize salama. O, na mtumishi mwingine ambaye anasema msikilize Mungu, Emanuel Mgogo. Emmanuel Mgogo, Daniel Mgogo. Mungu akukumbuke si sana. Amen.